Uh, lakini pamoja na ujumbe wa bodi, lakini pia nipongeze kamati ya maandalizi ya mchakato wa uanzishaji wa uje, uh, na sasa uje inaanza kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa masharti ya uanzishaji wake. Najua kulikuwepo na timu iliyokuwa inatoka benki. Nashukuru sana MD, muda wote hauku haukutuacha, lakini kulikuwa na timu iliyotoka kwenye ofisi ya mrajis ikiongozwa na bwana Collins Kisamalala Zengo pamoja na Sanka. E, tumerudishana sana tumegombezana sana tumeshauriana sana lakini mwisho wa siku tuko hapa, lakini pamoja na baadhi ya wajumbe wako akiwa mwenyekiti ambaye wakati huo hatuna mtendaji, yeye alikuwa pia kama ni mtendaji, kwa hiyo mambo mengi sana alikuwa anasimamia. Kwa hiyo nashukuruni sana timu yote kwa ujumla. Na niseme tu, ndugu waandishi wa habari, kwamba uanzishaji wa uje umetokana na maamuzi ya kisheria lakini pia ya kidemokrasia ya wanahisa wa Benki ya Ushirika Tanzania kupitia mkutano mkuu wa kwanza wa wanahisa uliofanyika tarehe 17 Oktoba 2024. Kwa hiyo, katika ule mkutano na wakati wanahisa ambao ni majority asilimia 51 wanaushirika na ambao wametamkwa kwenye memat ya, ya, ya benki walitaka kujua namna gani ambavyo wataweza kulinda maslahi yao ndani ya benki, ndipo eh, uamuzi ukatoka kwamba kiundwe chombo maalum, chombo mahususi ambacho kazi yake moja kubwa pamoja na mengine itakuwa na kuhakikisha kwamba muda wote asilimia 51 ya uwekezaji ya wanaushirika inalindwa na inabaki pale siku zote, ili benki ya ushirika isibaki benki ya ushirika kwa jina, lakini benki ya ushirika kwa umiliki. Kwa hiyo UJE inaanza kazi rasmi ikiwa tayari imetokana na hicho kikao ambacho kilikuwa Oktoba uh, 17 2024. Uh, UJE ni mradi wa pamoja wa vyama vya ushirika unaoundwa na vyama vya ushirika vilivyonunua hisa au vilivyowekeza katika benki yetu ya ushirika kama mlivyosikia alivyokuwa anaongea na uh, meneja wa, wa, wa uje uh, kwamba katika ile kuhamasisha, sio wote ambao wamesha, sio vyama vyote vya ushirika vimesha nunua au vimeshawekeza kwenye benki. Kwa hiyo wewe, kitambulisho au kigezo cha kuwa eh, mwanachama wa uje ukiwa kwenye ushirika ni kununua hisa kwenye benki ya ushirika. Kwa hiyo wale ambao wameshinua eh, eh, hisa kwenye benki ya ushirika mpaka sasa ni vyama 1534. Sasa hapa eh, nifafanue, inawezekana hii takwimu ikawa bado inahitaji kuboreshwa zaidi, kwa sababu uh, kuna vyama vikuu vya ushirika wa kilimo, kwa mfano vilikuwa vinanunua kwa niaba ya vyama vyao vyote vya msingi nikichukulia mfano kama, kama chama cha Taneku Taneku ni, ni Tandaimba na Newala Cooperative Union, eh? kile cha Mtwara kina vyama vya msingi chini yake kama mia mbili lakini wao waliamua kwamba sio kila mmoja aende kununua kivyake. Kwa hiyo wao wamekuja kama block kama Taneku. Kwa hiyo unaweza kukuta pale ndani ukisema namba yao ni, ni mia mbili laba na mbili lakini huku tunamhesabu kama mwekezaji mmoja, kwa hiyo tunaposema 1500 e, tuje tukashangaa tukasema, ah, mbona vyama vya ushirika viko 6000? na hapa viko 1500. Lakini pamoja na hilo bado kuna vyama vingi ambavyo havijawekeza hapa. Kwa hiyo hawa ambao hawajawekeza sio wanachama wa uje. Wanachama wa uje ni wale tu waliowekeza kwenye Benki ya Ushirika uh, Tanzania. uh, chama hiki kimesajiliwa kama chama cha ushirika uh, kwenye ofisi ya mrajis na kilisajiliwa kuanzia Aprili 15, 2025. Lengo la msingi la kuanzishwa kwa mradi huu ni kuhakikisha kuwa umiliki wa hisa za vyama vya ushirika kwenye benki hii ya ushirika haupungui asilimia 51 wakati wote wa uendeshaji wake. Kwa hiyo chombo hiki itabaki kuwa ni taasisi ambayo ya kazi yake kama nilivyosema awali ni kulinda, uh, kulinda uh, maslahi ya wanaushirika waliowekeza pale. Uh, baada ya kusajiliwa kwa mradi huu, Mrajis aliteua wajumbe wa bodi ya uje ambao ni watano kwa ajili ya kuongoza kwa muda wa mpito. Uh, hapa tulikuwa tumeana mwaka mmoja, kwa hiyo hawa wataendelea lakini moja ya kazi ambayo tunampa meneja na timu yake ni kuandaa utaratibu, kwa sababu tayari kuna nyaraka zimeshaandaliwa, lakini kuziweka vizuri utaratibu ambao wajumbe wa bodi watakuwa wanapatikana. Kwa hiyo zile nyaraka ziwe vizuri, kwa sababu baadaye mrajisi atatoa mkono wake, na sasa utaratibu utakuwa unafuata kwa mujibu wa, wa, wa, wa masharti. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, tunapokutana leo katika tukio hili tuko kwa lengo la kuhakikisha kwamba benki hatuikwamishi katika maendeleo yake, kwa sababu sisi wanaoshirika tunalazimika kuhakikisha kwamba tunaungana na hiki chombo. E, mheshimiwa mgeni rasmi kina zaidi ya vyama elfu moja na mia tano na arobaini ambavyo vimehakikisha kwamba tumepata takribani bilioni arobaini na tatu kwa sasa ambazo zinazotokana na wanaushirika. Na kadri tunavyoendelea, tunalazimika kuhakikisha kwamba sisi kama ushirika joint enterprise tunaendelea kuhamasisha wanaushirika washiriki katika uwekezaji e, na wanaushirika wa Tanzania na hata ikiwezekana kutoka nje ya nchi, sababu sisi kama wanaushirika tunaongozwa na misingi ya ushirikiano baina ya wanaushirika lakini pia tunaelezwa katika misingi yetu, mojawapo ni kuhakikisha kwamba tunawajali wengine. Kwa hiyo tunawajali hata katika uwekezaji. Kwa hiyo ndio maana e, uwekezaji huu kwa kwa wa benki ya ushirika umehusisha makundi yote kabisa katika kwa kwa kwa kwa kwa kwa nchi yetu. Serikali imewekeza kwa asilimia kumi, na tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu kwa kuwapatia wanaoshirika shilingi bilioni tano kuhakikisha kwamba zinaweza zinaongeza zina, zina, zina mtaji katika uwekezaji. Kwa hiyo tunaishukuru sana Mheshimiwa Mrajis na tukushukuru pia wewe pamoja na Wizara ya Kilimo kwa namna ambavyo mmeshiriki katika shughuli hii na pia wanaoshirika wenyewe walivyohamasika, wenyewe kwasababu wanaoshirika ndio wamiliki na wanapaswa wenyewe kuhamasika lakini serikali inachagiza tu, na ndio maana kwamba leo tunapokutana tunaendelea kuandika historia hii. Lakini e, sisi kama bodi e, Mheshimiwa Mrajis kama alivyotangulia kusema mtendaji mkuu wa Benki ya Ushirika katika e, vikao vyetu tuliweza kumteua mtendaji mkuu ambaye anaitwa Daria Olotu wasimame na tunapenda kumtambulisha kwako, lakini kwa umma, lakini kama utampa fursa wakati unazungumza basi ni wewe, kwa sababu mazungumzo haya ni ya kwako. Lakini tunashukuru sana kwa kuwa eh, kwa namna moja au nyingine sasa tunaanza kufanya shughuli zetu kama ushirika cooperative, eh, joint enterprise. Lakini pia ni washukuru sana kwa niaba ya benki eh, ya ushirika bodi, ambayo pia ni board members katika benki kwa kazi kubwa ambayo wamefanya katika kipindi cha mpito cha mwaka mmoja, na benki imeendelea kuwa na matokeo makubwa na mazuri katika ukuaji wake, ubunifu, na kuingiza bidhaa mpya sokoni, lakini pia uh, mizania yake na bidhaa zake ambazo kwa sehemu kubwa zimeendelea kuhudumia sekta ya ushirika.